Unaimani eneo hili watoto wetu wataweza kukaa na kuweza kukaa pamoja na ku, ku, ku, kufikia yale malengo ya kuweza kuwatunza watoto katika hivi vituo vyetu. Zamani ilikuwa hakuna vituo hivi vya moja kwa moja watoto, lengo hasa watoto wetu, kwamba kule wanalelewa katika familia, lakini tukaona kwamba mama anakuwa na mzigo mkubwa, au familia inakuwa na mzigo mkubwa, hawezi kujitoa nje na kufanya shughuli za maendeleo, shughuli za kiuchumi kwa hiyo lengo letu ni kwamba tuweze kusaidia hasa kumsaidia mama aweze kufanya shughuli zake za kiuchumi, mtoto wake awe maeneo ambayo ni salama, lakini tuweze kumjenga mtoto toka angali mdogo. Kama tunavyoelewa, kulikuwa kuna changamoto nyingi ambazo tunakabiliana nazo katika kuibua masuala mazima ya udhalilishaji. Tumeona kwamba kuna namba kubwa ya udhalilishaji. Kwa hiyo hii fursa kwa wananchi katika kuhakikisha kwamba wana wao watakuwa katika mazingira salama, Ja, yenye ulinzi bora. Sasa natoa wito kwa wanajamii waone kwamba hii ni fursa kwetu. Kwa hiyo si vyema tukabeza hii nafasi. Ni vizuri tukashikamana, tukaungana ili tuone kwamba kwetu imetokea ni nafasi azimu. Kina mama wengi katika shehi yangu ni wajasiriamali, wavuvi kwenda kombe, kulima, wakiondoka nyumbani achiwa yule wa chini yake ndiye anayeachiwa mtoto. Kwa hivyo haya mambo hata kama si makubwa, lakini yatakuwa makubwa kwa sababu mwizi ili aibe akione kile kinachotaka kuibiwa. Ikiwa mtoto wa miaka miwili aachiwa wa miaka minne na yule mtu yupo, itakuwa rahisi kufanya kile kitendo. Lakini ikiwa ile wizara itajenga hapa hichi kituo, basi ile nusura itapatikana kwa sababu atakuwa yupo hapa kwenye udhibiti.